Ni maandamano ya washiriki wa maadhimisho ya sikukuu na wafanyakazi Mei Mosi hapa mkoani Singida kuashiria ufunguzi rasmi wa mashindano ya michezo mbalimbali ambayo hufanyika kabla ya kilele cha sikukuu hiyo ya wafanyakazi kitaifa Mei Mosi. Akifungua maadhimisho hayo, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patrobas Katambi akiwataka wananchi Kumuunga mkono Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo katika jamii na taifa kwa ujumla. Na mambo mengi yamefanywa na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, hatuna budi kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa mambo makubwa haya ambayo ameyafanya. Lakini ingawa Mheshimiwa Rais, hata kwenye sekta ya afya mnafahamu, si ndiyo? Ameleta ma mashine ziaa takuyaona. Mi natoka usukumani huko, mengine hata kuyataja magumu MRI, CT scan, si ndiyo? Unatibiwa haweni nje ya nchi, pige makofi Dkt Samia Suluhu tafungua mahospitali, vituo vya afya mpaka pale kwangu Shinyanga, pale kuna hospitali ya rufaa pamoja na vifaa bora vya tiba ambavyo amevileta kwenye nchi nzima, pamoja na wauguzi na madaktari bingwa. Bado anataka wafanyakazi wawe na afya njema ya mwili na roho na akili, lakini pia akieleza namna serikali inavyotoa mchango kwa timu mbalimbali vilabu na za taifa katika kushiriki mashindano ya kimataifa lini, pia serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.58 kwa ajili ya kuwezesha ushiriki wa timu zetu katika mashindano mbalimbali mbali ya kimataifa eh. Hii ni pesa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuitoa kusaidia taifa letu tujipambanue kimichezo. Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Singida Daktari Fatma Mganga eleza hali ya mkoa huku mwenyekiti wa kamati ya michezo ya MIMOS kitaifa taifa Roslin Mathew akatoa wito kwa waajiri. Mkoa wa Singida ni salama, sisi wananchi wa Singida tunaendelea vizuri, hatujapata kikwazo chochote katika kuandaa shughuli hizi, tukiomba utusaidia kufikisha ujumbe kwa wakuu wa taasisi ambao hawaona umuhimu huu na kuweza Kauli mbiu: uchaguzi mkuu wa 2025 tulete viongozi wanaojali na, na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Kutoka katika dimba la CCM Liti, mkoani Singida, ni Abdul Ramadhani, Bandola Media.